Akanishika mkono Rasulullah, na akaanza kunihesabia mambo matano. Akaniambia jambo la kwanza, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jambo la kwanza, ittaqil maharim, jiepushe na mambo Allahu tabaraka wa taala ameyaharamisha. Takun a'badan nas, kwa kufanya hivi utakuwa wewe ndio mwenye kufanya ibada zaidi kuliko watu wote, kwa sababu jambo muhimu kwako si kufanya ibada tu, bali kubwa zaidi ni kuacha madhambi, tarkul maharim Imamu Ali ibn Abi Talib siku moja aliulizwa ni jambo gani muhimu na ni gani muhimu zaidi? Akasema jambo muhimu ni kufanya ibada, kumtii Allah tabarak wa taala, ila muhimu zaidi ni kuacha madhambi. Wewe unapata lao, mtu akawa anafanya ibada kwa wingi, ya sali, ya funga, yafanya ibada zote, lakini bado hajepushi na yale mahari, mambo Allah aliyoharamisha, bado si aabudu nnas, si mcha Mungu bado. Na ndio ile sahaba moja alikuja kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja, akamwambia ya Rasulullah

yale halali nimeyafanya kuwa halali nafanya leo ya halali. wa haramtu alharama, na nikajiepusha ya na yale haramu tu, yani nisifanya tala haramu moja. Allah alilifanya ili ni haramu kwangu ni haramu nisifanye. Anasema walam azid ala dhalika shay'an, na nisizidishe shay kitu katika haya adkhulul janna, je na ingia peponi ya Rasulullah. Rasulullah tabila kusita sita, sita kumwambia na ndio, nah, ni ingia peponi. Kwa hiyo kujiepusha na haramu anamwambia takun a'badan nas, jambo la kwanza kati ya matano alomwambia la pili akamwambia warda bima qasama Allah lak ridhiya, kuwa na qanaa, tosheka na kile Allah alichokupa. takuna aghna nnas, utakuwa tajiri zaidi kushinda watu wote. takuna aghna nnas, utakuwa tajiri zaidi kushinda watu wote. Alghina, utajiri hapo unaozungumziwa si kathratul mali wal ard, si kuwa na mali nyingi, lakini alghina, ila utajiri wa kisawasawa ni ghina nnafs, ni utajiri wa nafsi Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye suratu Duha Allahu ta mwambia, mfahawa, mfahada, kwenye Allah tabarak taala alimwambia: alam yajidika yatiman faawa wajadaka dhalan dhalanfahada wajadaka ailan faahana. Kwani Allah tabarak wa taala hakukupata ukiwa yatima wewe? Allah akakulea akakupata umepotea, Allah akakuongoza. Hivi Allah hakukupata ukiwa huna kitu, Allah akakutajirisha. Sasa sali Rasuli alikuwa tajiri? Rasuli hakuwa tajiri. Rasulullah siku moja anajua na sahaba. Sahaba ana njaa kiasi sawasawa hajala zaidi ya siku moja. Yaje kwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoomba apate chakula. Rasulullah hakumjibu, alimfungulia ile nguo yake amuoneshe tu tumbo la Rasulullah lipoje. Rasulullah kumbe alikuwa na njaa kiasi kwamba amefunga mawe kwenye tumbo lake, amelikaza lile tumbo kwa sababu ya njaa kali. Kwa so, sahaba hata kusema kitu, aliona takume mimi na afadhali. Aligeuza karudi. Huyo ndio Rasulullah.

Ukiona pikipiki, ukiona mwenye gari uona ningekuwa na gari. Ukiona hiyo gari, ukiona mwingine na gari kubwa zaidi ya hiyo yako, unaona ningekuwa na ile mimi. Ghina ni ghina nafsi. Jambo la tatu akamwambia, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Kuwa mwema kwa jirani yako. Mfanyie mema jirani yako, takun mu'minan, utakuwa muumini wa kisawa sawa. Kad aflaha almu'minun. Waumini ndio wamefaulu mbele Allahu tabaraka wa taala. Jambo la nne akamwambia wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman, na wapendelee watu yale mambo unayopendelea kwa nafsi yako. Takun musliman, utakuwa muislamu akisawa sawa, si muislamu dini ya Muhammad, alayhi saidi tu bali muislamu akisawa sawa. Man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ama jambo la tano, alimwambia mahallu shahid anasema, wala tukthiri dhahika, usikithirishe kucheka, usicheke sana. Fa inna kathrata dhahiki, kwa sababu kucheka sana